Kwa karne ya sasa hivi wote tunafahamu juu ya maambukizi ya Ukimwi na wengi tuna elimu. Aa, dhumuni kubwa ya kuadhimisha siku hii ya leo kidunia uwaga inakuwaga mara kwa mara, kwa ajili ya kuendelea kuhamasisha, lakini pia kutoa elimu hata namna ambavyo tunaweza tukao wako ambao wanaishi na virusi virusi vya Ukimwi, ni namna ambavyo wanatakiwa kufanya, lakini pia kuhamasisha watu kuendelea kujitokeza kupima, kuendelea kuhamasisha hata kina mama wajawazito, kina mama walio na watoto na baadhi yetu hata wanaume, jinsi ya ku, ya kujitokeza kupima na kuweza kuishi na VVU, kwa sababu kwa sasa hivi sote tunajua kwamba ugonjwa huu ndio upo, lakini tunaweza tukaishi, maisha yanaweza kaendelea kama kawaida koo niko hapa kuwasihi na kuhamasisha jamani, tuendelee kujitokeza. Kila mama wajawazito ni muhimu sana, mnapoenda clinic kitu cha kwanza lazima mweze kupimwa, na ndiyo maana vituo mbalimbali vimesogezwa vime karibu yenu na viko vingi ambapo viko kila mahali, amesema hapa mtaalamu wetu kwenye taarifa yake, lakini pia kuna kipande ambacho nimekiona kwenye taarifa kwamba katika kuhamasisha Uh, watu kuendelea kujitokeza, ziko mbinu mbalimbali mbali zinatumika, lakini mbinu hii nimeona iko kwa wanaume kwamba wanaume wanakuoga waoga. Kama binti unaweza ukawa umepata mwenza wako, lakini mkasema kwamba h twende tukapime, mwenza wako akagoma au akafanya, lakini ziko mbinu mbalimbali mbali, hata uh, mtaalamu wetu amesema hapa maeneo ya makazi na nini, mnaenda, mna, wa, na nini mnaenda wahamasisha na vitu kama hivyo. Kwao tuendelee kuhamasishana jamani, kina mama jinsi ya kuishi na virusi vya Ukimwi hakuna, hatuwezi kumnyanyapaa mtu yoyote anayeishi kwa virusi vya Ukimwi kwa sababu ziko tiba na ziko njia mbalimbali, iko lishe pia ya mtu anayeishi na Ukimwi. Kwa hiyo kiufupi, jamani, tuendelee kupeana moyo na tuendelee kuishi, kwani uh, kuwa na virusi vya Ukimwi sio mwisho wa maisha na wala sio mwisho wa dunia, mambo yanaweza yakaendelea kama kawaida lakini pia hata mashuleni watoto wetu tuwaendelee kuwaelimisha tuwaendelee kuwahamasisha, wanapokuwa mashuleni wanapata pia hii elimu. Ndio maana ziko klabu kule mashuleni, wanaelekezwa juu ya ugonjwa huu na nini kinatakiwa kifanyike, jinsi gani wanaambukizwa na vitu gani ambavyo wanatakiwa wafanye ili kuepukana na virusi vya ukimwi. Ndugu mgeni rasmi, kwa heshima na taadhima, napenda kutoa taarifa ya hali ya jitada za mapambano dhidi ya maambukizi ya virusi vya Ukimwi katika halmashauri ya wilaya ya Chunya. Hali ya maambukizi ya virusi vya Ukimwi kwa mujibu wa takwimu za mwaka elfu mbili na ishirini na nne, kutoka ofisi ya mganga mkuu mkoa wa Mbeya. Kiwango cha maambukizi ya virusi vya Ukimwi katika mkoa wa Mbeya kimebaki miongoni mwa viwango vya juu kitaifa. Wilaya ya Chunya ina jumla ya watu 16540 wanaoishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi ambao wako kwenye matibabu ya dawa za kufubaza virusi, ikiwa wanaume ni 6362 na wanawake ni 10178 na kiwango cha maambukizi mapya kimepungua kutoka asilimia 2.1 ya mwaka 2022 hadi asilimia 1.8 kwa mwaka 2024. 2024 watu wanaoishi na virusi vya ukimwi ambao wanajua hali zao za maambukizi wameendelea kuongezeka kutoka asilimia 89 mwaka 2022 na na kufikia asilimia 92 kwa mwaka 2024, asilimia 98.5 na ya watu wanaoishi na virusi vya ukimwi na wanatambua hali zao maambukizi mambu, wako kwenye dawa za matumizi ya dawa za ARV hadi kufikia mwaka 2024, asilimia 98.5 ya watu wanaotumia dawa za ARV tayari wamefubaza virusi mpaka kufikia Disemba 2024. Ndugu mgeni rasmi, huduma za upimaji wa virusi vya ukimwi na ushauri na saa zinapatikana katika vituo vyote vya kutolea huduma za afya na katika jamii, ambapo kwa kipindi cha mwaka 2024 2025 jumla ya watu 108426 walipimwa maambukizi ya virusi vya ukimwi na kati yao 1566 walipatikana na maambukizi.